Naitwa Engineer Salehe Juma, meneja wa wakala ya barabara mkoa wa Ruvuma, kwa maana TANROADS mkoa wa Ruvuma. Nitembelea mradi wetu wa ujenzi wa barabara ya, ya Kitai Lituhi mpaka Ndumbi. Sema barabara hii ya kuanzia Kitai kwenda Ruanda mpaka Lituhi, barabara yote na kilomita 95 na sisi tumeanza utekelezaji kwa awamu. Tumeanza kutekeleza awamu ya kwanza ambayo nimesema kilometa tano Kitai mpaka Amani Makolo, lakini sehemu ya pili ndio hii ambayo tumeitembelea jana, Amani Makolo mpaka Rwanda, kilometa thelathini na tano ambazo zinatugharimu zaidi ya bilioni sitini za Kitanzania e, kwa ujenzi wa hizi kilometa thelathini na tano ambayo itakuwa ndani yake kuna madaraja mabox karavati na karavati ndogo, lakini pia tuna ujenzi wa kilometa hamsini kuanzia pale Rwanda Litui mpaka Ndumbi kilomita hamsini hizi tunajenga kwa jumla ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya fedha za kitanzania zaidi ya bilioni tisini na tano. Kwa hiyo unaona jinsi ambazo serikali imejikomiti hela nyingi sana katika mkoa wa Ruvuma, hasa katika barabara hii ambayo kimsingi ni barabara ya kiuchumi. Miradi yote hii sasa hivi ni, ni ofishali kwamba imeanza, kwa maana awamu ya kwanza kama nilivyosema imekamilika, awamu ya pili ndo hii inaendelea, mmeikuta na awamu ya tatu pia mkandarasi ameshapatikana na ameshakabidhiwa site. Tupo kwenye taratibu zile za kumlipa advance payment ili aanze kazi rasmi. Kwa hiyo barabara hii yote ya kilometa tisini na tano e, ita itakamilika ita, ita, ita baada ya muda sio mrefu sana, na lengo letu la kuitengeneza ile barabara kama mnavyofahamu, eneo lile lina lina linatumika lina, lina, lina au kuna chimba makaa ya mawe, kwa hiyo kuna kuna msongamano mkubwa sana wa magari na kuna trafiki kubwa sana kule. Kwa hiyo lengo la, la, la kujenga barabara hile ili tusevu pamoja na kusevu wananchi ambao wanaishi maeneo yale. Lakini pia kuna swala la kiuchumi kule la uchimbaji wa makaa ya mawe, na pia tutaikonekti na bandari ya Ndumbi. Lengo letu ni kuiunganisha na bandari ya Ndumbi ambayo ile bandari itatumika sasa kutoa haya makaa ya mawe kwenda nchi za jirani kama Msumbiji, Malawi ambao tumepakana na na, na ziwa Nyasa. Kwa hiyo kimsingi barabara yetu iko iko katika mgawanyo huu wa sehemu tatu. Sasa tutuzungumzie hii sehemu ya pili ya Amani Makolo Ruanda, tulishakamilisha uh, kilometa tano za lami, kwa sababu katika kilometa thelathini na tano kilometa tano, tano tayari zimeshakamilika na sasa watu wanazitumia lakini sasa hivi tuna mpango wa kutengeneza kilomita sita nyingine za lami ambazo jana tumeziona tume pia, tuna mpango katika awamu hii kutengeneza na daraja la mnywa maji ambalo mkandarasi pia ameshaanza kazi katika daraja la mnywa maji. Kwa sasa hivi, uh, mradi ule umefikia asilimia 45 ya utekelezaji. Tunataka tuumalize mwakani mwezi wa uh, uh, kumi na mbili tutakuwa tumemaliza mradi ule kwa maana kilomita thelathini na tano zote huu ndio mpango wetu mpya baada ya kuli, kureview uh, program ya mkandarasi. Kazi inaendelea vizuri na mkandarasi kama mlivyomwona yupo katika commitment nzuri na uh, tunategemea uh, kwa awamu hii mpaka ikifika Januari tuwe tumemaliza kilomita sita nyingine tuwe katika mradi wote sasa, tutakuwa na kilomita arobaini na moja, lakini pia tuna madaraja manne ambayo yapo matatu yamesha amini mawili yamesha kamilika A, moja linaendelea, mawili yanaendelea na, na utekelezaji. Kwa, tuna madaraja manne ambayo mkandarasi anaendelea anaendelea, lakini pia tulikuwa tuna ma, ujenzi wa makaravati na box karavati ambazo mkandarasi ameshakamilika. Pia tulikuwa tuna ujenzi wa mitaro ya barabara ambayo mmeenda mmeona, mkandarasi anaendelea na, na ujenzi wa mitaro ya barabara ili kuhakikisha kwamba barabara yetu tunailinda na, na, na mvua na maji na mafuriko. barabara hizi E, tunazijenga kwa gharama kubwa sana. Kilomita moja ya lami sasa hivi sio chini ya bilioni mbili za Kitanzania. Kwa hiyo unaona mradi ule ambao una kilomita thelathini na tano tunatumia zaidi ya bilioni sitini Kwa hiyo tunatumia fedha nyingi sana katika ujenzi wa barabara, na Waswahili wanasema kitunze kidumu. Kama watu hawatokuwa hawato, hawato wanafili wana kwamba zile ni hela zao wanatakiwa walinde ili ile barabara iweze kuwahudumia kama ambavyo imepangwa, yeah, sababu design life ya ile barabara ni miaka ishirini. Tusipoitunza inaweza isi, isifikishe hata miaka kumi. Kwa hiyo tukitunza ikafika miaka ishirini na maana tutakuwa tumeitendea haki e, fedha ambayo tumeitoa kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii. Na pia ni nitumie wito uh, nafasi hii kuwapa kuwapa wito ndugu zetu wale wanaochimba Uh, makaa ya mawe wanasafirisha wa magari wanajaza magari katika uzito mkubwa sana. Sasa uh, tumeshawaambia tumewaandikia barua wachimbaji wa wote kwamba sasa uh, tuta, tutaweka surprise check ya, ya mizani yetu ile mobile uh, weighbridge ili kudhibiti huo uzito. Kwa hiyo tumeshawaambia uh, zile barabara kama nilivyosema tunazijenga kwa hela nyingi, na tukizidisha uzido uzito wa kupitiliza maana yake tuta, tutapelekea barabara ku, ku, ku, kuharibika kabla ya muda tutasema, premature failure. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo uh, tumeshaongea na wenzetu na tunafanya vikao mara kwa mara, e, wajitahidi wa, wa, ku, kuwa waaminifu wa, wa, wa kwa maana ya ujazo wa mizigo yao, lakini kwa wananchi pia wasiendelee kulima katika kando kando ya barabara wasifanye shughuli za kibinadamu kando kando ya barabara, kwenye mikondo ya maji, kwa sababu tumeshajenga madaraja kama nilivyosema. Ukilima kwenye mikondo ya barabara, maana yake una, unataka maji yatabadilisha mwelekeo, yataenda kukata sehemu ambayo, uh, hatukujenga daraja, ina maana tutaingia gharama nyingine tena ya kujenga daraja. Kwa hiyo wananchi wasilime pembezoni mwa barabara, sio afya kwao na sio afya kwa, kwa, kwa, kwa barabara zetu.